Naam, uhali gani mfuatiliaji wa 360 Nea TV, na kwa kweli ni taarifa mbaya ambazo tumezipokea kuhusiana na uh, kifo cha MC Pilipili pilipili, na uh, jana watu wengi walikuwa na sintofahamu baada ya kutokupata uh, taarifa za kina, ni kitu gani ambacho kiliweza kumkuta MC Pilipili mpaka kupelekea kifo chake, lakini leo tumeweza kupata ni sababu gani ambayo imeweza ku, uh, kumpelekea Uh, MC Pilipili Pili kufariki dunia. MC Pilipili amekutwa ame na majeraha mwili wake umekutwa na majeraha na mambo mengi sana ameweza kuzungumzwa na tuna, uh, tumepata nafasi ya kuweza ku, ku, kuzungumza na dada yake MC Pilipili, pia na msemaji wa familia ameweza kutoa neno kuhusiana na hilo swala. Basi ni jambo la busara sana kama utakwenda kusubscribe channel yangu ya YouTube at utakuwa umefanya jambo la busara sana, nawe utakuwa na wa kwanza kabisa kuweza uh, kuzipata taarifa zetu ama updates zetu maanaye yes. Uh, dada wa MC Pilipili almaarufu Emanuel Mathias MC Pilipili uh, dada wa marehemu huyo Veronica Mathias akizungumza na vyombo vya habari amesema kaka yake amefariki kwa maumivu makali na mwili wake umekutwa na majeraha na wao kama familia hawajui alipokuja Dodoma jana kutoka Dar es Salaam, hawakujua amefikia wapi. Veronica amesema kuwa wakati anakuja na mahali alipofika tulikuwa hatujui, japo tulisikia anakuja Dodoma, lakini habari za kujua ya kwamba hiyo harusi aliyokuwa anasherehesha itafanyika wapi na yeye atafikia wapi hata tukuweza kujua. Veronica Mathias dada wa marehemu wa MC Pilipili ameweza kuzungumza hayo yote na uh, hapo mbele, hiyo ni sauti yake, dada yake na MC Pilipili akiweza kuzungumza na msikiliza. Pia sa, uh, kuna sauti ya marehemu uh, kuna sauti ya kumradhi, kuna sauti ya msemaji na wa familia ya marehemu MC Pilipili pia, na ameweza kuzungumza uh, jinsi gani MC Pilipili ameweza kupata uh, matatizo hayo, na jinsi gani wamepokea, wameguswa kiasi gani, kwa hiyo sikiliza hapo mbele anakwenda kuachia hizo sauti hapo. Kwa hiyo, wakati anakuja na mahali alikofikia tulikuwa hatujui, ndio tulisikia kwamba anakuja Dodoma. Lakini habari za kwa, kwa kujua ya kwamba hiyo harusi inafanyika sehemu gani na yeye atafikia wapi, hata sikuweza kujua. Jana alingia Dodoma jana. Mimi nilipigiwa simu nilikuwa saa nane. Na kaka yake ambaye anakaa huko Dar es Salaam ndio akanijulisha habari za tukio lile lililompata, lakini kwa sababu jana tulikuwa na hali nzuri ya kupata habari na hata ku kuulizia ilikuaje na imetokea nini, yaani hatukupata mawasiliano mazuri, kwa sababu kila mtu alikuwa katika hali mbaya well. We. Wale ndo walienda walikuta, wanasema walikuta ameuawa na ana majeraha, ana majeraha mgongoni, yani mgongoni ana mabaka meusi, yani hatuelewi Welekakndakuongea ima, kipenzi cha watu, mdogo wangu. Ima muondoka na ucheshi wako, umeondoka na tabasamu lako, mdogo wangu, kipenzi cha watu. Uliniita dada dada kipenzi, nani ataniita mi dada kipenzi? Ima kipenzi cha watu, ima muondoka na tabasamu lako. Ima ndakuona wapi, mdogo wangu

mdogo wao wa mwisho yuko pale kalala pale. mm. Sijui ni swali la kimtego hili, lakini lakini lakini lakini. lakini. lakini. lakini. Anaambia tu mdogo wake wa mwisho mm, kapata mateso kabla hajafariki basi. Hmm. Basi hivyo sikuuliza mateso gani hivyo. Kwa maana hata baadae baada ya kuhoji wanakwenda niliuliza polisi wanaenda kufanya nini, size ungeko tumeshapanga ratiba kumsitiri kesho We. We. Sasa nikasema basi tuache. Kwa maana unaona sasa hivi hatuna ratiba yoyote kwa ajili ya kumhifadhi ndugu yetu, wakirudi wale ndo tutajua. Atajua mina bacho kine kimefanyika. Yeye anasema alichoka kwa maelezo ya, ya, ya, ya mdogo wa wa mwisho pale. Sasa basi ndo tunasubiri, hatuwezi kufanya chochote sasa hivi hata ratiba hatuna. E, tusubiri labda watakapotoka. Na ameniambia kwamba wakitoka kule atajua kutuambia, ndo tutapanga ratiba sasa namna ya kumsitiri ndugu yetu. Kwa mtu ambaye anakuja Dodoma kufika eneo ama, Uki ukipita hii barabara ya Dar es Salaam, hii ya Dar es Salaam, ukifika Meriwa pale. E, ukifika Meriwa pale pale, hii njia kuingia huku, wao wanajua ukifika kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa shule ya Nuru basi hapo ukiuliza, ni maarufu sana eh. Eh, kwa kina MC pilipili watakwambia kanisa la Roma, kanisa la Roma la swasu. Kwa mfano mtu ambaye anatokea eneo la hii barabara ya Arusha eh, kule wajenzi kule aje na barabara ya waziri mkuu Royo, unakuja moja kwa moja mpaka kona bichi, wanapaita kona bichi, atapita mkono wa kulia wanaita barabara ya mashineni. Ukija hapo kwenye matofali kwa shayo, kwenye matofali kwa shayo, wewe e, utauliza tu kwa kina MC pilipili wanapajua e. Karibu na kanisa la Roma hapo hapo e. Unafika pale. Nakushukuru sana na pole pia, pole na nyinyi ni, ni, ni, ni, ni familia ambayo ni ya kwangu baba nimemzika, nimemzika mama na mdogo wake e. Ndio nilikuwa nawaambia ndugu zangu hapo akina wazee majirani pale, hakuna niwaambie tu, labda ukweli, huu msiba tunaubeba sisi sasa. Nilikuwa na kikao cha ODC hapo, nimeshindwa kwenda. Hawa kina Roda hawana chochote ambacho wanakijua, lazima tuwabebe tu Mko anaongea na wazee pale e, wakitupa ile ratiba basi ndo tutaangalia namna ya kumstiri ndugu yetu pale. Kwa hivyo sasa hivi wakitoka kule e, ndo watatuambia, hatuna ujanja. E, lakini kijana moja ambaye hapa mtaani hakuwa na maringo, akija akipaki gari yake pale ya, anachekesha, anafanya nini?